Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Mihayo Macharo Mahuma maarufu kama Hara mwenye umri wa miaka 67, mkazi wa mtaa wa Guta Mjini, Halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, amefariki dunia baada ya kushambuliwa na kuliwa na mamba katika Ziwa Victoria, huku familia ikiambulia viungo vichache kwa ajili ya mazishi ya marehemu. Tukio hilo limetokea asubuhi ya tarehe 22 Oktoba 2025 wakati marehemu akiwa kwenye shughuli za uvuvi akiwa pamoja na mpwa wake, Msafiri Mbuga, ambaye alinusulika katika tukio hilo. Msafiri amesema walipokuwa wakivua samaki, ghafla marehemu alianza kumwonya achukue tahadhari baada ya kumwona mamba, lakini muda mfupi baadaye mnyama huyo alimvamia na kumkamata marehemu. Na tuliondoka jana majira ya asubuhi kwenye saa mbili tukaenda kwenye shughuli za uhangaikaji kwa vile sisi tumeumbwa kuhangaika kwenye shughuli za utafutaji, na sasa tumeenda kule nikiwa mimi na marehemu ambaye ni mjomba wangu naitwa Hara Macharo. Naona, sasa tumefika kule tumefanya shughuli zetu hatimaye tukiwa kwenye shughuli zetu ndipo mamba alipotokea na kutuvamia na kumkamata mjomba wangu ambaye ni marehemu Hara Macharo. Pale tulikuwa kando kando na ziwa, sio ziwani kule halisi, tulikuwa huku kando kando na ziwa, yaani mashambani, make maji kwa sasa hivi amesha kuja yamezidi yako nje ya ziwa, ambapo lakini ni mwambao wa ziwa ndiko tulikokuwa tunafanyia shughuli zetu. Mimi kwenye hali yenyewe ilivyotokea, make tulikuwa tumesimama kwenye maji wote, yeye marehemu ndio aliyeanza kunishtua, kunishtua mimi baada ya kuona yule yule mamba na, na sasa, alivyomuona yule mamba yule mamba alikuwa anakuja kwangu, unaona kwa baadaye. Mimi nilikuwa sijamuona, ndipo akanishtua kwa kuniita mjomba. Sasa baada ya kuangalia, nikaangalia yule, nikaona yule mamba kwa baadaye yule mamba alizama, mimi nikarudi nyuma. Ina maana yeye akashikwa na butwa, marehemu akabaki pale pale amesimama, unaona. Sasa yule mamba baada ya ya kuzama ndipo ikaenda kukamata nani, marehemu. Nilichokiona ina kiona ina maana yule mamba alimshika, kwa baadaye yule mamba alimrusha kwa mbele, kwa mbele kwa kwenye maji marefu, baadaye ndipo alipoenda kumzamisha huko huko na kumchukua juhudi za kusaidia kwa vile yule ni wote pale, tulishikwa na butwa, alafu yule ni mnyama, huwezi kupigana naye kama binadamu, unaona. Cha kwanza nilipiga yowe maake, uwezo wa kumfata yule mamba ndani ya maji kwa mguu au kuogelea kwenda kumnyang'anya ndikuwa sina huo uwezo, kwa sababu yule ni mnyama mkali wa hatari. Kwa majina, naitwa Ruenga Amisi Ruge, ni mkazi wa Guta Mjini. Mimi ni mtoto wa marehemu aliyepatwa na ajali jana. Ilikuwa ni mida ya saa tatu kama kuelekea saa nne asubuhi, nilipigiwa simu na msemaria mwema na kunijuza kuwa kuna yowe upande wa ziwani maeneo ya mtoni. Nilichukua boda chapu kidogo na kukimbia eneo la tukio, ndipo nilipomkuta ndugu yangu Msafiri Mbuga, ndiye akiwa anapiga yoe. Baada ya kumuuliza, anasema mjomba wake amekamatwa na mamba. Tukawa tumekimbia chapu eneo la tukio na kukuta mazingira hayo yameshakuwa na utulivu, kwa tukuona chochote tukabidi tuka, tutoe taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa ili kupata msaada katika swala la ukoaji kama tunaweza tukapata huduma hii. Ilifanyika, lakini kwa bahati mbaya kwa jana hiyo mchana tukashindwa kumpata, na ndipo tulijikata kama watu watatu kwa mazungumzo ya chini bila kujuza mtu yoyote, tukaenda watu watatu kama doria, ikiwa ni saa moja na dakika kama hamsini za, za jioni tulivyofika eneo la tukio na tulisikiliza kwa utulivu sana na tukasikiliza kishindo kilichokuwa kinajipula eneo la majini kwa nguvu, kama mara tatu mara nne hivi, ndipo tulichukua nafasi ya kujua pengine ndilo lenyewe linafanyaje linakula lina. Tukabidi tena tuchukue nafasi ya kumpigia mwenyekiti wa mtaa ili atualikie watu kule kwa ajili ya msaada zaidi, maana sisi tulikuwa ni watatu na ndipo mwenyekiti akatupa nafasi hiyo, akajuza watu huko kwa kualika, na watu wakaja eneo la tukio wengi, mida kama ya saa tatu hiyo usiku. Tukaenda kwa utulivu na kulifumania likiwa linakula, lilivyotuona likakimbia, likabakiza baki ambalo lilikuwa ni maeneo ya, ya kifua, kifua limeshakula ni mgongo umebaki, na mkono wa kushoto, mkono wa kulia umeliwa. Kwa hiyo kwa hicho kichache tulichokipata tulishukuru, maake tuliona ni bora tupate hiki kuliko Kwenda mazima. Mwenyekiti wa mtaa wa Guta Mjini, Stephen Malweta, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kutoa wito kwa wavuvi kuwa waangalifu zaidi wakati wa shughuli zao, akieleza kuwa matukio ya watu kushambuliwa na mamba yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Amesema kuwa tangu mwanzo wa mwaka huu, ni tukio la pili kutokea, baada ya mtu mwingine kuuawa kwa namna kama hiyo mwezi Machi. Lakini mimi nacho kishauri nacho sana, kwashauri wavuvi wameshajua kani maeneo ni maeneo hatarishi sana, ambayo wanayochukuliwa watu. Nawaomba sana sana, sana, sana, kwani tupoteze watu kwa mtindo ambao sio rafiki. Waendelee, mimi naona ni wa, na washauri wananchi wa mazingira hayo wanaofanya shughuli za uvuvi kwa mazingira hayo hatarishi waachane na, na, na, na, na, na, na shughuli hizo za uvuvi kwa sababu kuna wanyama wakali, sio sio mamba tu huko, kuna matembo yanapita mara kwa mara na pia kuna, kuna viboko ndio makazi yao. Kwa hiyo ni maeneo ambayo ni hatarishi, watu wachukue tahadhari, waache kabisa tabia ya kuzoea maeneo machafu hayo ambayo sio rafiki kwa binadamu kuhusika na shughuli za maendeleo hususani uvuvi, kilimo, waachana na tabia hizo. Ukiangalia kwa mwaka huu hii ni tukio la pili. Tukio la kwanza lilitokea mwezi wa tatu, ndugu yetu mmoja pia anaitwa kwa jina Abashiku pia alichukuliwa na mamba, kwa bahati nzuri pia tulipata mguu tu. Sasa leo mwezi wa kumi, tarehe hizi ishirini na mbili, tukio la pili. Kwa hiyo kuna matukio mengine ya nyuma huko, kwa hiyo ni matukio ni mengi, yaani kwa, kwa, kwa ukweli, matukio ni mengi, ni mengi, yanakithiri sana, tunapoteza watu kwa sababu ya, ya mazingira ambayo sio rafiki kwa binadamu.